Anaamini anauhakika nacho kwamba ni kusudi lake, huwa anatembea nacho. Mtu mkuu ni kazi sana kumtoa kwenye reli kama tu anachokifanya ni kitu sahihi. Watu wengi tumeshindwa kuwa wakuu kwa sababu tumekuwa multiple people, watu ambao tunaweza tukaondoka kwenye mstari sababu tu ya mambo madogo au let's say, wala marafiki zako, kwa sababu wanaweza wakakutenga. Unaweza ukaribu uhusiano wako na Mungu kwa sababu ya marafiki zako. Kwa mfano wa binti, unakuta binti abda yuko chuo, marafiki zake wote wanaenda club na naye ni player and worship mzuri kabisa, ila kuogopa kutengwa, anasema ataenda club ataenda kunywa soda. My sister kama bado unaangalia watu katika kutimiza kusudi lako, au katika kuendesha maisha yako, basi kuwa mkuu sahau. Kuna mwanaume ndo Danieli, kuna Shadraki, Meshach na Abednego, wanasema hapana, na kweli waliingia kwenye, kwenye tanuli la moto na walitoka wazima. Mfalme baadaye akauliza, tulitupa watatu, wanne ametoka wapi? Malaika wa Mungu, Kristo mwenyewe alishuka kuwasaidia, moto kuonekana na kitu. Waliowatupa motoni walikufa, ila waliotupwa motoni walipona, sio? Naelewa concept nini. Mtu mkuu anatazama zaidi. Anasimamia vipi Danieli wakati wengine wote wanafuata kanuni zile zile yeye akakataa, akasema mimi hapana. Akaingizwa kwenye tundu la shimba, akatoka salama. Kwa nini? Kwa sababu mpaka Danieli Biblia inamhesabu kama miongoni mwa watu wenye hekima kwa kizazi chake, miongoni mwa watu waliokubali kuwa na hekima kwa kizazi chake. Sio bahati mbaya, mtu mkuu lazima awe mtu wa hekima. Mtu mkuu awe bahati mbaya, mtu mkuu ni jitu la hekima sana. Sasa nini kinachotokea? Watu wengi tumeshindwa kuwa watu wakuu, kwa sababu tunategemea jamii nyingine tufanyie mambo. My brother you are so late, utachelewa sana katika kufikia hatima yako. Lazima uamue kwa miguu miwili kuwa mtu wa jitu la mbinguni. Lazima uamue kuliishi kusudi lako, ni kweli wengine wote waoni Swala ni msingi. Kama unataka kuwa mkuu wakati wengine wote hawaamini unachokifanya, mtazame Mungu anambe, anaona nini eh? Watu wanasema uwezi kutoboa, wa kuuza, labda labda kuna mtu unaamini wewe ni muuza magari at the same time una hata hata